Kama Tanesco tumejipanga kuendelea kutoa elimu kwa wananchi e, tuna mpango wa kufanya mikutano ya hadhara kwenye kila kijiji ili kuwaomba wananchi wawe wadau wa ulinzi wa miundombinu ya Tanesco. La pili ni wale ambao watabainika wamehujumu miundombinu ya Tanesco ni kuwachukulia hatua za kisheria ili iwe fundishwa kwa wananchi wengine wawe na uwajibikaji kwenye ulinzi wa miundombinu ya shirika la umeme nchini. Changamoto kubwa iliyopo kwa Handeni ni uchomaji wa nguzo jambo ambalo linatuingiza hasara kubwa sana kwenye ukarabati wa miundombinu hiyo. Kutoa elimu kwa wananchi watusaidie ulinzi wa miundombinu, pamoja na ulinzi ambao unaweza kutusaidia pia uharibifu au e, uwizi kwenye miundombinu ya umeme. Baadhi ya maeneo wanaiba transforma au wanaiba mafuta ya transforma. Msingi tu tungeomba serikali itusaidie kwa hilo, na wakiwapata basi wachukue hatua kali sheria, sheria ambayo, ambayo inastahili kupata hao watu ambao wakikutwa ambapo wanaharibu kuhusu kuhusu swala la umeme. Natamani serikali ichukue hatia hatua kali.